Ona kadi? Leo ni minofu ya ngatata, minofu ya ngatata na minofu ya mbuta toka endea, hiyo ndio tu leo tunacheza nayo. Kwanza sasa tuanze na hii minofu hmm. tuanze na hii mara moja na hii minofu ya nini nanii ya mbuta hmm. weka hapo, waingia hapo Mm. We well, ingia hapo, very good. Sasa hii e, ya ngatata waje, nikuonyeshe vile tunataka kuiweka, tunataka kuispread kwa utaratibu mm. e, hapo ndani ingia hapo.

Ona nanii, ona nanii, ona nanii, ona nanii, mm. Ona bwana mm. wewe mm. mara moja, mara moja, njaa bwana niongojwa <laughs> mm. ona tu <to>. mm. Sasa <clears throat> hivi sinataka kutembezwa na hii nani, tukaongezea juu hii nanii <laughs> toka tu endia hii nanii singoje mate mwaike, unaweza kuiaga dunia anytime due to high level of dehydration. Umesikia hiyo? High level of dehydration, mwagikaji wa mate unaweza kusababisha kifo mara moja. Kwa hivyo, ili uzuie umwagikaji wa mate, ni sharti utoke mbio nanii, uende hivi pitu. mm. uende hivi pitu mara moja nanii, naona mm. sasa bwana sasa leo tumesema tunachanganya minofu ya mbuta na ngatata. Hii ni minofu ya ngatata na mbuta tumechanganya pamoja, tunataka kukutengenezea misi moja mbubwa ile haki ya Mungu, utaimba haleluya leo mm. Leo naye lazima ah. Leo lazima uimbe haleluya leo, si ati tafadhali mm. Leo ni uimbe haleluya na ukicheza unaweza mwaya mate hadi ukaiaga dunia, nani. Kwa hivyo na naye singe singependa singe uage dunia, maanake nani atawachi hivi vitu vyangu? Kwa hivyo mimi nakusaidia a na kusihi na wewe, kama rafikina, kama ndugu, kama dada, kama hango we, kama mama ya kwamba toka tu sai hii, endea hizi vitu nani, endea tu sai, toka tu hii, enda enda kata kwa mstuni, enda enda tafuta minofu ya ngatata, toka tu hii, enda kwa maji ile Victoria ukaenda tafuta minofu ya mbuta o. Alafu, ukuje na uingie kwa soko pale, uchunachune nyanya nini vitunguu oh, ya kachumbari ambayo tutakulia nini hii, na uingie tu pahali yote pale dukani wetu, chukua hii mara moja, na leta mara moja, na tufanye hii shughuli ambayo unaona ni maana hapa. Hapo ndio hiyo, umeona? Sasa hii kasembe na kacheta nako Mm. Kwanza unaitandasha kwanza inyonyanyonye moto vizuri a mm. Naye wakati sasa na nyanya nyanya moto pale na nini, si tukakaa hivyo hivyo mm -mm. Ona nani chesa kama wewe, ona tu ona tu tu. Mm. Mona ona tu

Nataka ntakanafasi hapa, sikia tu nani, very good. Sasa minofu hii hii imepata sasa nafasi ni mm. Nofu zikae pande hiyo, mm. inaitwa kutandasa, unatandasa, wale wanaielewa ndio hii. Sasa inaiva kwa haraka tena mm, tena vyema kwa mpigo mkari unaitaitasa inakaa hivi kama kitabu. Unaona, taka inakuwa hisi kunyonya mafuta, inakuwa rahisi, inanyonya mafuta, kunyonya nani tena kwa mpigo mkare. Mm. naweweaa mm. mm. hata wewe nimeona una shida fulani, wacha tukusaidie mm. very good, very good.

Very good! Haya, sembe sasa, kuja bwana. mm. toka tu endea bwana, usimwae mate sana. na nini uliambia? mm. mm. sembe na iko ngumu, leta kuleta, unaweza una kuleta mbele, unaweza kuleta, unaona, natatika tu, unaona tu na tu tena unaleta mbele, unacheza tu mchezo bano ipi bantura Mm, na vitu zinaiba na nini? Hii upisha inanga stress na sio formula inataka degree hapana. Hii vitu tu ni vitu tu unaona na macho na wewe una, una apply. Una apply the science. Mm. Unaona hii science ni apply the science. Una apply tu na vitu vinakuwa unaona kwa kwa vile mtu anafanya unafungua hii YouTube channel ya Ugali man. Una watch tu vile mimi nafanya unaona? Kini unafuata yani una apply inaitwa -apply, -apply, apply the science. Mm, ndio hiyo. Mm, naona tu. Mm. Sasa hapo bwana, bwana natangaza mm, inyonye nyonye moja bwana, hii unaweka hapa tu mm, unaosha bao yako, wacha tuoshe kwa ukweli, na wajua mko na mambo mingi, nani angalie ni tu pale mwaili mate nani, leo mwaili mate na mtoke mm, mwendee saa hii nani. Mm. Manaki usipoendea mimi nakuambia, usipoendea hii resipe usipoendea leo, nisikize na nini. Hii resipe usipoendea leo, na nini nisikize kwa masikio tena, niangalie nani, wacha kuogopa. Utaota ndoto ya kwamba fisi za tuwala zinakuja pio, zina ngoi saiduni na mwaya chini, ni kwa sababu umekosa lise ya leo resipe, ambaye timu Ugaliman wote wanastahili kukula namna hii, yani waende minofu ya ngatata nona, waende minofu ya ngatata watanganye na minofu ya mbuta unaona, sasa, mm. Wacangaje pamoja ukikosa kufanya namna hii, ndoto sile zitakuwa dama leo usiku usingizini, hata wewe utaimba haleluya. Kwa hivyo ili usipate hiyo ndoto na nini, toka tu sahii endia bitu kama hii, endia sahii endea minofu hizi tunaita fish fillet, yani minofu ya mbuta. Endea brisketsi hizi ni minofu ya mnyama anayeishi kwa mstuni anaitwa ngatata. Uchanganye pamoja alafu utengeneze kachumbani, naona tu tena nani, usindikise na hii kajamaa hapka, unaona haka kajamaa kabla bwana, usindikize na hii vitu na maisha itakuwa bora, uili usinyongwa tena. Weke hiyo mali kwa meza, unateremusha nao ni nini, nini nani? <laughs> ni nini, nini nani? <laughs> <Nini nini. laughs> toka tu hasa, ndio hii sembe bwana, sembe sasa bwana

Mmm, -hmm. Naya kujie kia. Mmm, mm naona sasa, sasa sasa weka pale. Inaitwa applied science, unaapply pale juu. Applied, hii ndio maana ya applied science. Na chakula ikiwa hivi imeiva sana, inastahili ipatie watu nguvu na afya poa, tunaita empowerment scheme. Mmm, na upisi ambaye unaangalia mtu akipika na unatumia teknolojia hiyo, inaitwa applied science. Ni sayansi ambayo unaona kwa macho na unatenda, inaitwa applied science. Ni nini applied science? Yani, mm. unaona chumvi hivi na unaenda unaweka, hiyo study inaitwa applied science mm. na unachanganya tu, ona nanii, changanya ah! Ah, sawa tu, oh, oh, oh, oh na nani hii inajua ni dawa hii, inatandika kansa na mikurupuko nyingi za magonjwa mm. Hii, hii hapana, tuwezi kuwaja hii hii na nini? Wacha hata nitengeneze tu kidogo tu mm. kidogo tu ya hai naona hiyo mm. Sasa mm. kidogo kidogo, unailimia tu kwa umbali mtoko mm. mtoko, bila stress, nalima tu kwa umbali na lete kulete juu kitaratibu, tuka na kuja nalete mwaya pale juu na nini zinaitwa Applied Science. Sasa sasaznachukua vyombo tools. Mm. Tools zinaitwa kwa kiusayansi apparatus. Natumia hii natumia Mm. natumia hii apparatus kwa kuchanganya, ni apparatus nzuri sana katika kazi Mm. katika ulingo kazi bas. Sasa nanii, ona tu, ona mimi, ona mambo bulai, ona vitu safi mm.

We nani, Occupy space. Mmm. Very good. Mmm. Ona ona ona. Sasa tunageuza hivi. Mmm. Mmm. Ona sasa nani, vitu zimenyonya mafuta ya kunyonya. Taona, hmm? Tu minofu ya mbuta na minofu ya ngatata uzichese nayo hmm. Hii ni protein ya kusisimua misuli kabisa na nini hmm. hmm. hizi hizi unasisimuka hizi hizi na nini hmm?

Mnamchoma macho sijui mmetumwa na nani, mnaruka ruka tu kwa macho yangu tu ndio mmeona. Tu wewe kuruka mali nyingine nani sasa. Hii tonje bwana, kazi tu kidogo kidogo Mm. Tugeuse sente sasa hapa.

Nyama mm. mm -mm. Mm. nyama kweli, utakula samaki unakula mm, samaki utakula, utakula, utakula, utakula samaki. ni poa hiyo, mtu wa nyama unajua hivyo. Ni kweli. samaki na samaki

sasa, basi nikuongeze, basi tabidi nikuongeze hata nyama. Sawa, nibadilishe hii ama ziko sawa hivyo utatupa